Karibu tena katika mwendelezo wa maswali yetu. Leo nimekuja na swali ambalo linahusiana na kanuni ya Pythagoras. Hii ni pembe tatu lakini inahusiana na uhakiki wa Pythagoras, kanuni ya Pythagoras. Sasa tumeambiwa tafuta urefu wa AB, urefu wa AB. Ukiona hivi maana yake tafuta urefu wa mstari AB. Mstari wa AB ni huu hapa, hapa. AB tumeambiwa tutafute urefu wa hapa. Sasa kwa kutumia kanuni ya Pythagoras ambayo inasema A kipeuo cha pili shab kipeuo cha pili sawasawa na C kipeuo cha pili. Hii ndio kanuni ya Pythagoras ambayo tutaenda kutumia kujibu swali letu hili hapa. Hebu sasa tule tukaeleweshane. Hapa ndio A, hapa ni B, hapa ni C, lakini siku zote hapa panaweza pakawa A au pa, hapa pakawa B vyovyote vyote vile, lakini hapa ni A, hapa ni B, hapa ni C. Hiki kinaitwa kimo, hiki hapa kinaitwa kimo, hapa inaitawa kitako. Hebu nikufafanulie kabisa niandike kimo, sawa. Hiki ndio kitako, kitako. Hapa ni kiegama, kiegama, kiegama. Nadhani kwa kukufafanulia hivi, sasa twende tukaingizie hizi namba zetu kwenye kanuni yetu pale A kipeuo cha pili jumlisha B kipeuo cha pili, sawa sana. C kipeuo cha pili A, si A hatujapewa, ndio hapa ndio tunautafuta. Kwa hiyo A kipeuo cha pili jumlisha B. B tumepewa sentimita 12, mpendwa. Sentimita 12 kipeuo cha pili sawasawa sawa. C tumeshapewa tayari sentimita 13. Sawa sawa, sentimita 13, 13 kipeuo cha pili sasa, A kipeuo cha pili manake ni A mara A jumlisha sentimeta kumi na mbili kipeuo cha pili manake ni A kipeuo cha pili jumlisha sentimeta kumi na mbili kipeuo cha pili manake ni kumi na mbili mara sentimeta kumi na mbili sawasawa sawa. na sentimeta kumi na tatu kipeuo cha pili manake ni sentimeta kumi na tatu mara sentimeta kumi na tatu. Ona au niende taratibu kama nenda haraka haraka uniambie Haya. A kipeo cha pili ndo tunaoitafuta hii hapa. Kwa hiyo inakuwa ni A hey, kipeo cha pili jumlisha 12 mara 12 unapata sentimita 144 sawa sawa, na sentimita 13 mara sentimita 13. Ukizidisha utapata sentimita 169. 169. Sasa hapa lazima tenge mitaji inayofanana. Huyu sentimita 144 tunamvusha anakuja huku huku, ametoka chanya, anapokuja huku anaenda kuwa hasi. Kwa hiyo inakuwa ni A kipeo cha pili sawasawa na hii hapa sentimita 169, tutoe sentimita 144, tutoe sentimita 144. Hebu tutoe hapa sentimita 169 kwa sentimita 144 tutoe hapa. Tisa toa nne unapata tano, sita toa nne unapata mbili, moja toa moja imeisha. Kwao tunapata sentimeta sentimeta ishirini na tano kwa hiyo ei, hey, kipeuo cha pili sawasawa na sentimeta ishirini, ishirini na tano. Sasa ili tutoe hiki hey, kipeuo cha pili, basi tunaenda kupeua kila upande, huku tunatafuta kipeuo cha pili na huku pia vile vile tunatafuta kipeo cha p kipeo cha pili huyu na huyu anaisha nakuwa sawa sawa. Kipeo cha pili cha ishirini na tano ni 5 kipeo cha pili cha ishirini na tano ni tano. Kwa hiyo a sawa sawa na sentimeta 5 sorry sorry, a sentimeta 5. Kama hii ni sentimita tano na sisi tumesema tutafute urefu wa AB, manake kumbe hapa mpaka hapa ni sentimeta ngapi? Tano. Unaweza kuandika hivi, kuweka jawabu sasa. Unaweza kuandika kwamba a b kwamba mstari a b ni sawa sawa na sentimita tano, peleka kusaisha kazi yako. Inakuwa imefanyaje imekwisha. Ndugu mpenzi mtazamaji unayenifuatilia, nashukuru sana kwa kuwa unanifuatilia, na tunaendelea kujifunza somo letu la hisabati kila siku. Usitoke kunifuatilia. Kama kuna swali unaweza ukauliza kwenye comment, kama hujaelewa unaweza ukauliza kwenye comment ili sasa kipindi kijacho niweze kuja na maswali ya namna hii yawe mengi zaidi. Asante sana, naomba